Ili tumtafute yeye, ili tumtafute yeye. Nani? Yesu Kristo, kwa kuwa katika yeye Kristo tunaishi tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Kwa nini Mungu alituumbia nchi? Alituumbia nchi ili tumtafute Yesu Kristo, kwa kuwa katika yeye Yesu Kristo tunaishi tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Mmeiona hii pointi ambayo naizungumzia? Mungu ametuumbia nchi ili tufanyeje tumtafute yeye Yesu Kristo na kuwa katika yeye Yesu Kristo tunaishi tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Unajua kuna wengine wanatafutaga misaada mahali pengine. Biblia inatuambia mtafuteni Bwana madamu anapatikana, mwiteni yeye, maana yu karibu. Usitafute msaada kwa waganga wa kienyeji, usitafute msaada kwa miungu iwaye yote. Mungu jambo la kwanza lilokuletea hapa duniani na kukumbia nchi ili umtafute yeye ingawa hata kwa kupapasa papasa tu, ingawa ha hayuko mbali, pamoja nawe. Kwa nini? Kwa kuwa katika yeye Yesu Kristo tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Mungu akupe neema na uweza na nguvu, achilie uamsho ndani yako, wa kukufanya wewe uwe na shauku kila wakati kumtafuta Mungu, kutafuta uso wa Bwana, kutafuta mapenzi yake ili tujue ili litimie neno lake, kwamba linalosema kwa kuwa katika yeye Yesu Kristo tutaendelea kuishi kwenda na kutembea na kuwa na uhai wetu.